Mikanoni mwangu analo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vurugu za MRC za tikisa majimbo, wajitosa majimboni kimya kimya kusaka ubunge wa pambe wao wa wavuruga wajumbe kwa mbinu mbalimbali mbali. Hatima ya wabunge kwenye hati, hati ubunge watajwa, fursa nono yenye uhakika. Habari kwenye ukurasa wa mbele imeandikwa, hawa watano waliniomba ni waunge mkono, kuna wale ambao hawakunifuata wamewafuata wengine hapa nimepokea mialiko mingi kutoka kwao lakini vikao ndivyo vitakavyoamua sina nguvu wala uamuzi wowote ni mjumbe wa sekretariat lakini pia gazeti hili limeandika ujumbe wa daktari mpango akizindua mwinge habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili nukuu inasema jambo la kwanza ni kila mtanzania mwenye sifa ajiandikishe kwenye daftari wadau wote wa uchaguzi hususan vyama vya siasa vihakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu, kwa kufanya kampeni zenye staha. Hii ni nukuu ya Dr. Philip Mpango. Habari picha akimwonyesha akiwasha mwenge wa uhuru wa habari, imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Hatima makada wanaotaka ubunge wa diwani CHADEMA, habari katika ukurasa wa saba Sababu bei petrol diesel kupaa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika nondo saba za profesa Janabi akijinadi WHO, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mtifuano wa Dr. Ruto Gachagua warindima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kundani zaidi.